Nataka kusema hivi. Sema. Ya kwamba tuko na rais moja Kenya ambaye anaitwa Excellency ufanyi na rais wa jamhuri wa Kenya. So, iwapo utaona kama anafanya na mheshimiwa rais William Ruto, ni rais wa jamhuri wa Kenya. Tuko sawa. Sa. ya kwamba demokrasi inaniruhusu mimi kama rais wenu wa Jakaranda, nifanye kazi na I Excellency rais William Samoei kuanzia saa hii, hamuda nisikia nikitaja one time wala two time, unafanya na rais mmoja kwa sababu Kenya letu rais ni moja yeah. Na tunafaa kupea mheshimiwa rais mikakati na nafasi ya kutekeleza maendeleo yake yeah. So, kurekebisha mheshimiwa rais wala si kumtukana mheshimiwa yeah. Nataka nishukuru kwa sababu rais kama angekataa election isifanyike hapa, haingefanyika lazima yeah. Nichukue nafasi nishukuru Excellency William Ruto kwa nafasi hii ambayo ametupea kwa sababu kama mheshimiwa rais kama angekuwa anataka demokrasi maskari wetu hawangekuja kutulinda kabisa. So naambia mheshimiwa rais William Ruto asante, na tutafanya kazi sako kwa, kwa sababu mimi yeah, ni kiongozi wa bunge la mwananchi wa Jakaranda ya yes. Pili, bunge hili imeruhusiwa kufanya kazi na kila, na viongozi wote wa taifa la Kenya ijapokuwa hatutaki hukabila na chuki yeah, yeah, yeah, yeah. Katiba imekuruhusu kukua kwa mirengo kile na kwa mirengo ile, lakini mimi kama kiongozi wenu sina mirengo, nafanya kazi na serikali iliyoko mamlaka ya Kenya kwa sababu wao ndio wana resources, lazima nitafute resources kwa serikali niwaletie nyinyi kama wanabunge. Tumeleona nyinyi ya kwamba kama tunataka maendeleo, ndugu yangu, hakuna mahali maendeleo inapatikana. Maendeleo inapatikana kwa serikali iliyoko mamlaka. Na serikali iliyoko ni serikali ya Mheshimiwa Rais Rais William Ruto. Ni serikali ya Rais William Ruto. So mimi kama kiongozi wenu nitafanya kazi kwa idhini yenu na Rais Excellency William Ruto. So nasema hivi. Jambo la pili, wanabunge, tuko pamoja ya kwamba mimi ninasema hivi. Mimi kama kiongozi wenu ambaye amechaguliwa kupitia njia ya demokrasi, lazima tuheshimu kila ofisi. Lazima tupee ofisi ya Osiesu Wasoweto makofi, kwa sababu amesimama na sisi Lazima turudishie shukrani OCPD wa Kayole ambao pia amesimama na uchaguzi hii ya tatu. Lazima tushikana bwana DC pia ambayo amesimama na sisi, so inamaanisha kwamba serikali ya mheshimiwa rais William Ruto alitupea dhini ya kufanya election hapa. So mimi kama mfanyakazi wenu lazima nifanye na serikali iliyoko ya mheshimiwa rais.